Emea, e, na watasaini hapa haya makubaliano vizuri kabisa e, na sisi ndio tunafurahi kama Baraza la Sanaa la Taifa kwamba vijana wetu e, wanafanya biashara e, sanaa imekuwa imekuwa biashara, lakini pia tunafurahi kwamba pale wanapokuja wanaelewana e, bila kwenda mahakamani, na hii sisi tunajivunia kwamba chombo hiki kipo kwa ajili yao. Ibra, unasema. Uh, mimi nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sijashukuru Baraza la Sanaa Tanzania Uh, hii kwangu mimi imekuwa ni kubwa sana kwa sababu imeenda kulinda haki zangu li na nilivyoleta huku pia ndo ambayo nilitarajia. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefikia sehemu nzuri, leo linafika mwisho, tukisha sign it karatasi hapa pepa na kwa tumemalizana ile swala uh, lakini pia nitakuwa mchio wa fadhila kama sitochukua nafasi hii kuwashukuru Watanzania ambao wamenichangia kwa chochote ambacho walichangia. Shukrani sana, na nichukue nafasi hii pia kuomba radhi kwa kaka yangu Harmonize, kwa sababu ni brother na naamini bila yeye kipaji changu enda kisingefikia hapa. Ameplay part kubwa sana kwenye maisha yangu, so kwa chochote ambacho huenda nimekiongea ni kibaya, nimwombe sana radhi kwa sababu ni kaka yangu, ni familia na ataendelea kuwa familia kwa sababu ni mkubwa wangu. Thank you so much guys, love you guys so much.